Vurugu zimeshuhudiwa katika bunge la kaunti ya Machakos wakati wa vikao vya bunge, ambapo ziliwacha baadhi ya wawakilishi wadi, akiwemo kiranja walio wengi Rafael Laki, na majeraha. Nikashangaa sana kama mtu mwenye niliandika mtu mwenye nilipigia kura apate kazi anaweza kunitengenezea jama, nikuje niumizwe nikiwa katikati ya kazi yangu. Nataka kusema former speaker Kiusia, this is what we call incompetence. You cannot chair a committee and end up in bloodshed. Wawakilishi wadi hao wakiwasuta wandani wa spika wa bunge hilo an Kiusia kwa kuanzisha vurugu hizo wakati walipopinga nia yake ya kupitisha miswada kwa lazima. Tukiwa kwa ofisi yake hapo wakati alikuwa anataka kupitisha motion zingine zenye zilikuwa fani fani eh, kwa lazima Yet, kwa kawaida bunge ni nyumba ya pazuesho, lazima niongeleshe ni huyu na yule mwingine, ndio kitu yenye unataka iingie ipite, so members wakisema watakio ipite ikakuwa. Sasa am, laki, eh, ni shida ni, nimesema tuko na mheshimiwa, ameenda hospitali mheshimiwa laki, ni damu yake, amekatwa amekatwa, na hiyo na hiyo na sharp object hapa eh, karibu na jicho na, na yenye tunaamini ni hiyo mawe Eh, labda ndio imemkata. Wakisema mwakilishi wadi mmoja aliingia kwenye ofisi ya spika, na karudi akiwa amebeba mawe aliyotumia kuwashambulia wenzake. you have baada ya vurugu hizi kuzidi, inasemekana spika Ann alijifungia katika afisi zake pamoja na wawakilishi wadi wawili wakihofia usalama wao. Wanaopinga spika huyu walilalamikia idadi ya juu ya maafisa wa polisi waliozingira bunge hilo na kusema walikaguliwa mara nyingi kupita kawaida na maafisa wa usalama wa bunge hilo si kama mimi nimesachiwa mara tano, and I don't know why I was subject to be searched five times. Mpaka yeye mwenyewe amekuja kulitoa kwa kamati, akasema ndawa kuja nikuje kusachiwa mara ya tano. Tunashangaa sana akikimbia kujificha nyuma ya koti, akijaribu kuflood assembly yote na security agents na police. Wamemshtumu spika kiusia kwa kutumia pesa za bunge hilo kumlipia mwanawe safari ya kwenda ng'ambo wakiongeza kuwa hajaonyesha uwazi katika matumizi ya rasilimali za bunge hilo na kumshutumu kutumia fedha visivyo zilizotengewa bunge hili. Ah, waheshimiwa wali notify that they do not want our services hapa kwa bunge eh, kwa sababu tofauti na vitu kadhaa zenye yeye mwenyewe ameweza kufanya including kulipia mtoto wake air ticket na pesa ya bunge aende ng'ambo kwa miaka mbili na nusu. Hajawahi leta mahesabu ya matumizi ya pesa ya bunge, wakimtaka akiusia kujiondoa mamlakani kwani awezi kuliongoza bunge hilo ifaavyo. Isaac yes, yeah, Musioka, Undugu TV.